A, mtangulizi wake inaweza kusema kwamba alikuwa na mambo ambayo naweza kusema kwamba viongozi hawawezi kuwa sawasawa hasa katika namna ambavyo kukabiliana na hizo changamoto za jirani, changamoto za za siasa za ndani ambazo pia kulikuwa na na mivutano mingi. E, sasa mi naamini hawajatofautiana sana, kwa sababu sio dedee, ni ile ile, lakini akija madarakani bwana Tiki, wengi walikuwa sana na matumaini kwamba pengine angefanya tofauti kidogo na wake mwanzo mwanzo, wengi walikuwa na imani. Imani hii ilififia wapi? Kwa sababu nimesema, CNDD FDD ya Nkurunziza ndio ile ile ambayo mpaka sahizi anaiongoza uh, Ndayishimiye. Kwa hiyo hakuna mabadiliko sana ndani ya chama, bado kuna kuna hali ya CNDD FDD bado inaona kwamba kamate madaraka zaidi iweze kuhimili eh, upinzani na pia ifanye mabadiliko ya uchumi bila labda ya kuwashirikisha wapinzani, hili nalo ni tatizo kwao. Pengine bwana Tiki, unahisi mfumo wa chama unamzuia pengine bwana Ndayishimiye kufanya mabadiliko ambayo binafsi angepana, angependa kuyafanya. Wanaona UPRONA labda bado inataka kurudi madarakani, na labda bado baadhi ya wahutu wa wengine wanaweza kwenye msimamo wa wastani wanaweza kuungana na UPRONA, na hata wakizingatia kwamba kumekuwa hakuna hayo mabadiliko ambayo yangeweza kuleta hali ya ustawi. Bwana Ndayishimiye wakati, wakati fulani alionyesha makucha marefu sana, wakati wakati pambana, ama wakati akimwondoa madarakani liku waziri mkuu Giome Bunyoni. Wakati huo, Giome alikuwa anaonyesha kana kwamba ndio anaweza kuwa mpinzani wake ndani ya chama, lakini Ndayishimiye akaonyesha makucha haraka sana kumwondoa madarakani. Pengine ilitoa taswira gani kwake? hakuwa anapenda kupingwa kama alivyokuwa uh, Nkurunziza mkurunziza... Nkurunziza yeye alikuwa anaona kwamba amepigania uhuru na na haki ya ku, ya kimsingi ya, ya kuiongoza ile nchi kwa sababu ya jasho la damu na wenzake la, mdashini, eh, mba, Ndayishimiye alipoingia aliyesema kwamba atafanya mabadiliko na atatoa fursa zaidi, na hata ndani ya chama atalegeza atalegeza kamba. Lakini sasa alivyoona kwamba upinzani nao unataka kuzuka pia ndani ya chama uh, ndani ya CNDD-FDD akaona ya, sasa bora avae viatu va, va yule ule mtangulizi wake, sasa hiyo nayo, bila ya kufanya reforms ndani ya Burundi na uh, kuhakikisha wanashirikiana vizuri na Rwanda na uh, kuhakikisha kwamba wanashirikiana pia kuleta amani na kujiondosha katika makundi ya ndani ya Kongo na kusimama neutral. Burundi ni nchi ambayo inaweza kushamiri haraka na ikawa kama vile zamani.